Wasitutoe katika mrengo, wasiwatoe raia katika njia sahihi inayotakiwa, kwa sababu ya kutafuta kiki za kisiasa. Na ninyi Waislamu, msiwe imaa wafuasi wa mkumbo bila ya kutafakari, mkajikuta mmekwenda katika jambo lisilofaa na mkaacha mambo ya msingi yanayotakiwa. Kuna jambo lingine linayoenezwa na wanasiasa Mabadiliko ya kikatiba ambayo msingi wake mkuu ni yale ambayo yanapangwa na wanasiasa huko bungeni. Sasa sisi wengi raia hatukai katika vikao hivyo, kwa hivyo hatupati fursa ya kuyasimamia hayo na pengine ni ngumu kuyabadili mambo hayo ukiwa hapa msikitini. Amekuhimizeni. Ingieni katika chaguzi, mgombee na mwachague watu watakaopata fursa ya kufika katika vikao vya maamuzi ili waweze kusimamia mambo ya msingi yanayohusu raia mahali panapotakiwa. likulli makaru makaru, kila mahali pana neno lake la kusema.